Eh, siku zote watu wengi hawaelewi kwamba hiki ninachokifundisha nina wakinga watu wasiugue. Ideoloji yangu ni kwamba tunawatibu wale waliozidiwa tu, asilimia tano. Asilimia tisini na tano wanaweza kujitibu wao wenyewe nyumbani kwa kufuata programu yetu ya hiki kitabu cha sayansi mapishi. Sasa inapotokea hali inakuwa mm. ni tete au mtu anahitaji kuonana na sisi hospitali mm. basi anaweza akaja tukamhudumia tukampa eh, matibabu ya kina zaidi, kwamba mbali na kufuata programu yetu, kwa nini huu mwili hautengamai mm. tunakaa naye chini. Lakini kitu kingine, mgonjwa anapokuwa anakuja kliniki kila mwezi au kila baada ya miezi mitatu mm. anakuwa na usiriasi fulani kuliko na, anapojisimamia yeye mwenyewe mm. kwa hiyo yeye mwenyewe anaweza akaja pima disiplini yake katika kufuatisha masharti, akiona anaweza kujisimamia au akiona hawezi kujisimamia, tunaweza tukapray parti mm, namna gani tunaweza tukamfikisha kwenye malengo anayoyataka.